Akakimbilia msikitini, sio uwanjani. Ah, akakimbilia msikitini. Hapo watu, matukio yanatokea leo, badala ya kukimbilia sehemu za kheri kama misikitini, watu wanakwenda kwenye sehemu za upuuzi. Sallallahu alaihi wasallam ko akakimbilia watu msikitini kuonyesha kwamba ndio jambo linalotakikana. Hata leo ikitokea tukio kubwa la kutisha, miongoni mwa sehemu za kukimbilia ni katika misikiti. Wewe unaonaje ukafia msikitini? Ikitokea labda ndo taangamizwa, labda kwenye huo mji hata pona mtu, lakini alhamdulillah, wamefia msikitini ni kheri. Kwa hiyo akakimbilia msikitini, fadhakhala almasjid, akaingia msikitini, fasalla binnas akawaswalisha watu salat alkusufi, swala ya kupatwa kwa jua. Fa atala fihim italatan, akawarefushia wao kwenye swala hiyo italatan, urefu ambao lam tahade, haukuzoeleka min qablu, kabla ya hapo, ndio maana Abu Musa al-Ash'ari katika hadithi hapa amesemaje? mara aituhu yaf'aluhu min salatin al qab, alirefusha kisimamo na sujudi na rukuu, sijawahipo kumwona akirefusha urefu huo kamwe kwenye sala yoyote. Kwa nini? idhhara liltaubat walinaba, kwa kudhihirisha huu uh, urefu wa swala na sujudi na rukuu malengo, miongoni mwa malengo ni kudhihirisha toba na kurejea kwa Allah. Kwa hiyo sio riya, sheitani asije akakudanganya kwenye nafsi kwamba uh, sasa, mbona siku zote hauswaliki swala ndefu hivi, leo umeona kuna hatari, ndio unarefusha swala, kwa sababu pia sheitani huwa anawachezea watu kwenye michezo hiyo ruhusiwa kuswali kwa umakini zaidi pale unapokuwa kwenye hatari kuliko ulipokuwa na swali mwanzoni, si dhambi wala sio sio sio nifaki. Siku zote naswaligiovyoovyo, leo ndio umetulia kwa sababu umeona hatari. Ndivyo inavyotakikana kwa sababu Al-Imamu Sufyanu Thawri rahimahu llahu taala anasema ma alajtu shayan ashadda almualaja min alniya, hakuna kitu ambacho. Huyu ni alim mwanachuoni wa kitabiina, mwanafunzi wa masahaba anasema hakuna kitu ambacho nimewahi kupambana nacho kwenye maisha yangu na kumenyanya nacho kwa nguvu kubwa kama nia nia Shaytani anawachezea watu wenye maarifa katika nia, anachezesha yani, ukikaa vibaya, anachezesha huko, ukijirekebisha ukarudi nyuma, anachezesha na inapitiliza upande huo. Sheikh ulislamu ibn Taymiyyah rahimahu tarhimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana, anasema mfano unaweza kaingia ukaanza kuswali sawa, so, na swali peke yako, mara ghafla kuna watu wakaingia wakawa wanakuangalia, sawa. Shaitani anakuletea wahi katika moyo wako kwamba uanze kujionyesha, wale watu wakuone namna ulivyokuwa na utulivu kwenye swali, ukatulia sawasawa. sawa, sawa. Kama ulikuwa unasoma jaharia unasoma ovyo ovyo, ukaanza kuzingatia vizuri zile ahkamu nzuri kabisa, ukishtuka katikati ya swala. <laughs> Sasa mbona anajionyesha? Umeshtuka, sio? Hapana, ngoja nijirekebishe, ni swali kawaida. Pale unaporudi nyuma, sheitani anakuchezesha tena huko huko kwamba ukiendelea kuswali swali hivi utakuwa unajionyesha kwa hiyo, wewe swali tu haraka haraka, nakuaribia sapandu wapili, swali ovyo ovyo, kuna kujionyesha. Ibn Taymiyah rahimahullah akasema, kufanya ibada kwa umakini sana kwa sababu ya kuonyesha watu ni riya na kufanya ibada ovyo ovyo hali ya kuwa unajisimulia kwenye moyo wako kwamba ili nisiwaonyeshe watu, akasema hiyo pia ni ria. Au mfano mwingine emnielewe vizuri. Kuna mfano pia huyo Ibn Taimia amempiga, amesema, kutoa sadaka ili watu wakuone ni ria. Lakini pia kuzuia sadaka ukasema kwamba hapa nikitoa sitoi sasa hivi, nikitoa watu watakuwa wananiona, alafu wataona anajionyesha, akasema hiyo pia ni ria. Kutoa ili watu wakuone ni ria, kuzuia kwa sababu ya kuogopa wa watu watakuona pia ni ria. Kwa hiyo fanyeje? Zuia kotekote kote, toa lillahi na usizuie e, kwa sababu ameweza kukuteka, hujatoa Kakudanganya kwamba utakuwa unajionyesha. Sinaelewa michezo ya ibilisi kwenye nia eh. Kuna mtu zaazapa hapa, bora tunistoe mtu ananiona. Alafu hilo pia ni kosa kutokutoa kwa sababu ya kuogopea watu watakuona, ni kosa kutoa ili watu wakuone, ni kosa Sawa sawa, alwasatia, kati na kati.